Umeme, kifaa cha kuwekea maji na kunyunyizia maji siku kumi na nane, hivi vifaa yes, e, hiki kifaa cha kuwekea chakula na cha kuwekea maji hivi havina changamoto ch yoyote zake. Manyumbuku hii lakini haina umeme sana. Sawa. Tunakuja na hii. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kuna incubator za design mbili. Sawa, design mbili. Kuna hii ambayo inakuwa inalola hivi lakini kuna design nyingine nimekuonyesha hii hapa, kuna zake zipo hivi simona. Uh, lakini hizi za kucho kuchomeka kwa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mtu anaweza akauziwa incubator, kumbe ameuziwa vitu viwili tofauti, lakini kila kitu sawa ukiona. Okay, na muonekano sawa, kila kitu sawa, kile vitu vile yeah, eh, lakini hivi kwenye maelekezo ni vitu viwili tofauti hasa katika swala uge o, uleka, la ugeuzaji. Unaona, cha kwanza unaweka hilo la inaniaba acha baada hapo unachukua hizi lola . Sasa hizi lola ni za kuchomeka, unachomeka hapa, chomeka, unadumbukiza unachomeka, unadumbukiza unachomeka, unaweka hivi sawa, eh? utafanya hivyo zote kwa pamoja, zote zifanya hivyo hivyo. Kitu cha pili utachukua mashine yako hii, uta konekti huu waya, ugeuza mayai kwa sisi sasa, hii mashine ikija, eneo ya kusambaza yani mtundo la kusambaza joto kwenye mashine ni dogo, yani ni moja dogo. Kwa hapa lazima tuongezee matundu yeah. Kwa sababu matundu, kwanza lazima utoboe hapa. Haya matundu yanakuwa, haya matundu yanaonekana kama hayana umuhimu lakini yana umuhimu mkubwa vibaya mno mno. Utatoboa, utatoboa, kwa sisi itaonekana kama tunaharibu mashine lakini, ukiona mtu amekuuzia mashine hii ya kichina hajatoboa matundu, huyo ni muuzaji sio so, so, sio so, so, fundi sio fundi. Kwa, kwa, kwa sababu gani? Hizi mashine kila siku, lakini pia usambazaji wa joto, huwa hii inasaidia kubalance unyevu wa matundu. Inasaidia sana sana kubalance unyevu kwenye mashine yako <laughs> kwa haya matundu natoboa. Kwa hiyo unyevu a labda ukipungua sana unaweza kuziba ya matundu katika kitu chochote kaziba. Mola, weno, e, e, mapungua sana lakini ya tumetoboa matundu, matundu. Steji ya pili tunafanya setup ya ugeuzaji wa mayai. Setup ya ugeuzaji wa mayai. Sawa? Nawasha namba <coughs> maji upo <coughs> sahihi. Umeona, kama angekuwa mtu anayekuzia asingekagua angechukua tu kwenye box kama hivyo, akikupa unaondoka nao. Sawa, huku tunaweka huku tunaweka herufi Z, tunaweka Z huku tunaweka herufi X, sindio? Tunachukua mashine yetu tunaweka hapa sawa, alafu tunagonya alama a jumlisha kuangalia, je itageuza? Inabidi herufi x ikae chini, zedi ije ije juu. Imezima, lakini zedi haijafika juu, iikiwa zedi ifike hapa kweli, gear limegeuzwa nusu ikigeuza nusu na kwamba haijageuza kiasi kinachotakiwa, k tunafanyaje? Tunaongeza kwenye katika setup, tunaangalia setup yake ipo, ipo, yake ipo ngapi? Setup yake ipo ngapi? Setup yake ameweka kumi na tano. Hebu tuweke ishirini. Jaribu ishirini, tuangalia ishirini itakaa sawa. Jaribu tena Tuweke zaidi hapa juu? Jumlisha galj ngapi? Umeweka ishirini. Kwa sababu spidi za mota huwa zina tofautiana kila siku. Anaweka mota 20, ishirini imepitiliza. Kwa hiyo inabidi tuweke kumi na ngapi? Kumi na nane, sio?

Kwa sababu ameuziwa na mtu ambaye hajui kuzifiksi hizi mashine kabla hajafikia yeye. Umeona hapo, imekuja kidogo. Kwa hiyo kama kumi na saba, tuweke kumi na nane. Kumi na nane zaidi hapa juu, tuangalie je, itageuza Ije juu juuzaidi iende chini. Ona, tupige tena, kwa kwamba hizi mashine hazizoeleki. Hata mimi mwenyewe ndio maana sifanyi testing, yani lazima mtu mtetaje, ununue ndio nifanyie nini testing muda huo, kwa sababu najua hizi mashine kila siku mchina anatengeneza mota mpya. Leo mota ina spidi sana. Low motor haina spidi sana, na spidi ya kawaida inakuwa hivyo, kwa hiyo angalau inakuwa ni uhakika hapo. Umeelewa hilo swala la ugezaji hapo? <coughs> tunakuja sasa swala letu la mwisho sasa. Hilo ndio la Kongo, mashine nyingine hii testing inafanyia 50 na naambia kabisa, weleta mashine ofisini unaweza kuona hapa iko 37.8 kumbe ndani ilipo joto 36 na wewe ukasema, ukajua, bwana, una uhakika kwamba joto linafika 38, unyevu unafika kiasi kinachotakiwa, sawa, wakati wewe unasema kwamba mimi bwana, umeme haujawahi kukatika, lakini nafika siku ya 18 mashine haitoi haitotoleshi, Changamoto inakuwa nini kwamba enza joto na unyevu wa ndani huku ulikuwa tofauti. Sasa ili ujue ili joto la ndani na unyevu uye, uwe sawa, lazima uwe na digital thermometer kama hii, ambayo hii ndio itakusaidia kufahamu je, joto la ndani na unyevu upo kiasi gani na hapo upo kiasi gani. Kwa kama hii itatofautiana na joto la ndani basi, tuna force hii set kui iwe kama kinachosoma kwa kipo ndani ya mashine. mashine yaani huo ni ugonjwa ambao usiojulikana. <coughs> ugonjwa usiojulikana <laughs> usiofahamika, lakini ni ugonjwa mkubwa. Kwa hiyo sasa, hapa tunachofanya tunaangalia sasa. Okay. hii tunasubiri ianze kupanda, hapo unaona 62 mbili unyevu hapa 66, sita hapa themanini na nane hapa hmm. Ngoja kwanza tuifunue yi kabisa hivi yi. Kwanza ipo, we pia angalia hii sensa iko wapi vizuri hapo, kujua unyevu kipo kiasi gani hapo ndo unaanza kujua kwamba joto kwenye mashine liko kiasi gani. Ngapi? kwenye mashine nasoma 61 kwa 66. Kwa hapa hii imepishana kidogo na hii lakini, huku kwenye joto ndio changamoto. Ila kwamba kama ikiwa joto 37.8 ndani ya mashine ni 35 la unaweza pata matokeo kwa automatically. Ningekupatia hii mashine aswa i laia saba hadi 37, lakini joto la kawaida kwenye mashine ni 35.5 mpaka sasa hivi, lakini wakati huku mashine isha stop, heater isende kuzalisha aapeima, inabidi sahihi hiki tukileti, hiki hapa tukileti hapa, na hii joto unye, unyevu hamsini uje hapa, na hii joto thelathini na saba pwenti saba ija hapa, si mpoto na hapa hapa iko thelathini na nane Kuna hamsini ngapi? hamsini tano pwenti nane sindioasaa s sita, sindio? unyevu ngapi? hamsina saba hamsina saba, sindio? ko inakaa hivyo, wataiko safi, otomatika itakiwa inapanda taratibu. Sawa, huu mruzi unakwamba joto ni dogo la ndani sababu joto litakuwa leo 37.0 mpaka 38.2 au 38. Muone. Lakini hapa joto lipo hivyo. Hmm. Sasa <coughs> so, hiyo setup ukiseti, yani hiyo setup ipo ndani ya mashine, lakini unatakiwa uwe na kifaa ambacho kitakusababisha wewe ujue je, joto la ndani ni kiasi gani kwa kutumia hichi kifaa. Muone. Hichi yeah kifaa. <laughs> Afu kitu kingine sasa tu ambacho hujui. Sawa? Ambacho hawajui, mfano wewe unaweza kuniuliza hapa, kwa nini hapa imefika themanini sasa hivi, lakini huku haijafika themanini ipo 37.9 7.9? Jibu ipo hivi, sensa mimi nimeweka huko chini upande wa nini mayai. Kwa hiyo mimi ninachopima sio huko kwenye sensa, huko upande wa pakao panazalisha joto kwa uharaka kuliko huku, kwa sababu huko ndo mayai yalipo mimi sasa zangu lazima niende upande ambako mayai yatakuwepo, nitengeneza mashine kwamba mashine yako hii ipo vizuri, joto na soma ndani na hapa liko sawa. Unaweza kwenda kutumia. Matumizi mengine ni kwamba kifaa <coughs> hiki hapo tutatumia siku ya kumi na nane, matumizi ya vifaa hivi hivi, matumizi ya vifaa vitu vingine hivi vya ziada yatumika siku ya kumi na nane, sawa. Ambayo siku ya kumi na nane, ukiweka siku ya kumi na nane, mayai utayatoa kwenye rola, utayatoa mayai kwenye rola hizi, yatakaa hapa. Yakikaa hapa, asubuhi unaanza kuyapulizia hivi maji asubuhi, mchana, ukipata nafasi unapulizia Jiona napulizia. Sababu gani tunapulizia? Kwa sababu ili yapate unyevu, unyevu ili kusika kutotolesha, yapate urahisi wa kutoka kwenye yai, yai, yai, kwenye yai kwa urahisi yai linakuwa kwa hiyo kazi yake ya hii ni kuweka maji, lakini mimi namshauri mtu bora uchukue nusu lita kama hii, una, una, mimina tu katikati hapa maji yanakaa Eh, mimi na maji hapo katikati. Lakini sasa ukitaka ujue maji yameisha, unatakiwa hapa ikiwa chini ya hamsini unaongeza maji. Ukiona iko chini ya hamsini ongeza maji ndani ya mashine yako. Hiyo ni vitu vya muhimu, na pia inatumia sola hapa. Ukiwa na sola mia itakufaa zaidi hapo, ukiwa na sola mia itakufaa zaidi, utatoa waya sola. Kitu kingine ikifika siku ya saba, yaani umeweka mayai yako siku ya kwanza, pili, tatu, nne, tano, saba. Lazima ufanye hiki testa ambao unabonya hapa, ita itawaka hapa, ndo unafanya egg tester. Ambao ukiweka egg tester ni unafanya mda gani? Usiku umezima taa, unafunua mashine yako, unachukua yai moja moja unaweka hapo. Ukiona yai lina michirizi ya damu au jeusi ndani basi lina mbegu. Ukiona yai alina ni, ni, lina mstari yani jeupe tu ndani basi alina mbegu, unalitoa pembeni. Kama ukiona yai lina mstari wa duara mweusi yani kama mstari wa duara aidha wa, wa, wa ulalo au wa wima chake kimeharibika. Pia tadhari kwamba kisha umeme upo muda wote. Janga kubwa la mashine ni umeme, majanga yote hapa tumefanya hapa, janga kubwa la mashine ni umeme, kisha umeme wako upo masaa ishirini na nne, beti lako la, la kiba hapa ambayo utakuwa, la, la, la, la, katika unatumia, au una uhakika umeme wako masaa ishirini na nne. Endapo umeme ukakatika kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya kumi na mbili haina madhara sana, lakini umeme ukakatika kuanzia siku kumi na tano na kuendelea ina madhara makubwa kwa sababu kifaranga kisha kisha ku. Kwa hivyo ndio vitu vya muhimu sana kwenye yakiwa yeah. yeah. vimetotolewa, mm, vimetotolewa, unavitafutia boksi, unaviweka, unachukua hizo balbu au taa za kisasa kama tunazo sisi, unavielelea mfano, kwenye joto vinahitaji joto kwa kwanza, wiki ya kwanza mpaka wiki ya tatu hii, hii ni ya yeah, chakula nje baada ya kutoka kwenye mashine yeah. Hivi kidogo. Hivi wala usijali, ambaye alikuagiza yuko wapi, msoma haina shida, natumia haya maelezo kila mtu akija tumwelekeze, aelewe yeah.